Yataka wewe mwenyewe sasa ujiweke katika utumishi, kuwatumikia watu sawa. Aa, sayyidul qaumi khadimuhum, bwana wa watu ni mtumishi wao. A, ni wewe mwenyewe mwenye nafasi hiyo, wewe mwenyewe mwenye nafasi hiyo wapate watu wa kujenge kitasaufu, wapate watu wakujenge kitasaufu. Alafu hue balance maneno, kuna watu watakuambia, wana wewe taito yako Hmm? wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mkubwa, unapigiwa simu ha? Mtu anaanza kukuambia bwana, unajua wewe mtu mkubwa, kukupata tabu, una mambo mengi, una majukumu mengi. Sasa wewe jiweke kwenye nafasi ya utumishi, natakiwa usikitike na uhuzunike kwamba kuna watu wanakosa huduma eh, kwa wakati huduma hizo wanazihitaji kutoka kwako. Sasa amebahatika amekupigia simu, umepokea simu hii eh? ni kuonyesha kwamba alikuwa akikutafuta kwa muda mrefu upatikani. Sasa umepatikana, na yeye mwenyewe aana wewe majukumu yako makubwa. Sasa msikilize Patie huduma anayohitaji, lakini wakati huo jiandaye kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu uongozi ni masulia, uongozi ni masulia. Watu wanasema ah. Wewe unamtafuta Sheikh wa Mkoa utampata kweli? Nataka bwana nimwalike Sheikh wa Mkoa tufuturu nyumbani, sijui nitampataje bwana. Mgine waambia awezi kumpata wewe. Sheikh wa Mkoa je, nyumbani kwako?